Ndugu mratibu, naibu katibu mkuu wa chama chetu ndugu mratibu wa chama chetu wa Pemba, ndugu wabunge wawakilishi, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu, viongozi mbalimbali mbali tuliopo ndugu wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu aleikum. Habari ya jioni. Memsikia makamu mwenyekiti, mmeiona safari yetu? Basi na mimi kwanza, naomba nichukue fursa hii niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu, Alhamdulillah kwa kutujalia uzima akatupa neema kubwa ya mvua leo, lakini na sasa hivi akatufanyia hifadhi tufanye jambo letu hili tulikamilishe kwa ufanisi. Naomba nichukue fursa hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru viongozi wetu wa mkoa wa Wete, viongozi wetu wa jimbo la Mtambwe kwa maandalizi ya shughuli hii. Kwa namna ya kipekee kabisa, naomba nichukue fursa hii ni washukuru nyote kwa mahudhurio yenu. Wanasema mahudhurio haya ndiyo mnawatia watu homa, na hakika sasa hivi kwamba kuna watu tayari wamo ndani ya chandarua, hata viatu wamesahau kuvua. Kwa sababu hapa Pemba kuna wawekezaji wa uongo, wapishi wa uongo, mahodari wa kuupika, wakaupamba wakawaambia, eti Mtambwe tumeshaiweza Wete tumeshaiweza. Sasa leo mahudhurio yenu na vijana mlivyojipanga, mimi nawahakikishia kwamba kuna watu leo wanalala na homa, kuna lala na homa. Kwa hivyo mimi niwashukuru sana kwa hilo, niwapongeze na kwa hakika kwangu mimi mmenipa zawadi kubwa sana mwenyekiti pamoja na uongozi wa majimbo yetu ya Wete. Hili kwangu ni deni mimi na wenzangu, na inshaallah tunaahidi kwamba deni hili tutalilipa. Huu ni mwanzo wa safari lakini, inshaallah Oktoba 2025 tunakwenda kuihitimisha safari hii. Na hatuna sababu ya kuwa wasi wasi, na wasiwasi. Madam, jambo lina vijana litashindwa vipi? Eti jamani, jambo likiwa na vijana litashindwaje? Halishindwe. Kwa hivyo mimi sina wasiwasi. Mimi sina na, na madam vijana mumo, basi hili jambo limetimia, hili jambo limekamilika, ni suala la muda. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, muda wetu umekwenda, mimi nataka nizungumze, na tumeambiwa maneno mazito hapa, kama tutayatafakari hatutakuwa na sababu ya kubaki nyuma katika harakati hizi. Tumea visa tulivyofanyiwa, visa alivyofanyiwa mzee wetu na nyinyi wengine, wala si jambo la kuhadithiwa. Ona ya ishirini ishirini hii, mmeyaona huko nyuma. Sasa leo tunaposema kwamba mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar ni kwa sababu tumepita yote hayo, tumepitisha yote hayo, uungwana wa wazee wetu, jitihada za wazee wetu. Leo tumesimama Mtambwe, pahala penye utukufu wa aina yake. Leo tuko mkoa wa Wete, mkoa ambao ndio kilele, pahala ambapo ni kitovu cha mageuzi katika Tanzania. Tanzania nzima ukitaja Wete, Tanzania nzima ukitaja Mtambwe, lazima mtu hata kama ana safari atasimama kusikilize, kwa sababu anajua huko kuna wanaume wanaojielewa kuna akina mao jielewa kuna vijana wanaojielewa. Sasa utukufu huu umekuja kwa damu za watu, kwa roho za watu. Utukufu huu umekuja kwa sababu ya watu kujielewa. Sasa tunaposema kwamba mwaka huu ni wa kuinusuru Zanzibar, ni kwa sababu katika mageuzi katika harakati hakuna bonde ambalo hatujalipita, hakuna jangwa ambalo hatujalipita, hakuna pori ambalo hatujalipita. Kwa hivyo tunaposema tunataka kuinusuru Zanzibar, mtaniuliza tunainusuru vipi? Au vipi tunainusuru, kutokana na nini? Mimi niseme mambo mawili, nami najua haya mnayafahamu vizuri, lakini ninasema kwa kuyakumbusha. La kwanza, ndugu zangu, tunakumbushana kila siku, nchi ni dhamana, nchi ni amana, kwa sababu nchi ndiyo ambayo tunaishi sisi leo ndio nchi ambayo watakuja kuishi watoto wetu, wajukuu zetu na vizazi vijavyo. Wazee wetu sababu ya kuasisi harakati hizi waliona kwamba sisi hatuna hiyo nchi, sisi hatuna hao. Jamani, tunayo. Maana yake nchi si minazi wala sio mishelcheli. Nchi ni mamlaka yake ya kuendesha mambo yake. Nchi hii ilikuwa na fahari, ilikuwa na mamlaka yake kwa miaka mingi, kabla nchi nyingine hazija kuwepo. Lakini tukaingizwa kwenye ghilba, tukaingizwa kwenye hadaa tunazoambiwa za muungano. Muungano si jambo baya ikiwa kuna nia njema, ikiwa itafata utaratibu. Lakini sisi muungano tulioingizwa ulikuwa ni muungano wa kutudhibiti, muungano wa kutunyang'anya. Ndio leo tumefikishwa pahala tuna nchi hii haina mamlaka, mambo arobaini na moja tunaambiwa tuna bandari lakini nendeni nikaangalie, vijana nye, mnafahamu. Vijana mnafahamu, nawashukuru. Hasa vijana wote nyie, weledi, mnafahamu kwamba hilo haliko kwenye mamlaka yetu. Hatuna mamlaka ya mapato ya nchi yetu, hatuna mamlaka ya ushuru wa forodha, hatuna mamlaka elimu ya juu hatuna mamlaka katika swala hata la utafiti, hata la elimu ya juu ukiyahesabu, mambo arobaini na moja huna mamlaka wewe, una nchi iko wapi? Na kwa hiyo sisi tunachosema wenzetu wameonesha, na wengi waliokuwa wakubwa wakubwa mnakumbuka tumekwenda Bunge la Katiba, wao walikuwa tayari nchi hii iingizwe imalizwe maisha na milele, lakini tumeaona. Na mengine kwa vijana waliokuweko juzi kwenye kongamano, nadhani tumeelimishana vya kutosha. Tunachowaomba na nyinyi mkawe walimu kwa wenzenu. Sasa leo tunachosema sisi ni kwamba iweje nchi hii ya Zanzibar leo ikashindwe na vijinchi vidogo vidogo? Inashindwa kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna mamlaka ya mambo yetu ya kuendesha nchi yetu. Leo Zanzibar sisi ni wa kushindwa na kijinchi vidogo kama Mauritius, kwa mara kumi ya mapato. Ndio maana leo unaambiwa kuna mtu ni mfanyakazi wa serikali analipwa mshahara, ana digrii. Una digrii leo unalipwa chini ya shilingi bilioni moja, mtu uliosoma mpaka ngazi ya digrii, na hapo hujakatwa ZSSF, hujakatwa bima ya afya, hujakatwa kodi pay. Jamani, kweli si kweli? Kwa hivyo tumefika pahala humjui mwenye kazi humjui aliokuwa hana kazi. Ajabu, kuna wengine kati yetu wanakuja kuhadaiwa, wanaambiwa wachukue kadi ya sisemu, eti atapatiwa kazi, lakini kazi yenyewe ndio hii. Tumefika pahala nchi hii, kwa sababu hatuna kitu, tunakwenda tukikopa, tukajenga vichochoro, tunaita barabara, halafu tukaja kuhadaa watu hili eti watuchague tena tuendelee waendelee kwa madarakani. Sasa hili, ndugu zangu, hili hatulipambanii kwangu mimi na kwa Jusa wala kwa Bimani wala kwa umri wangu mimi. Waswahili wanasema kama hukushiba kuliwako utashiba kurambwako. Eh, kama ni kula, mimi na wenzangu, mimi, ndugu zangu, basi kama hatujashiba hatushibi tena sisi. Tunayapambania ni nyinyi vijana, mje muishi katika nchi yenu, ikiwa kila mmoja ana uwezo wa kupata kazi, ikiwa kila mmoja ana uwezo wa kujiajiri, ikiwa kila mmoja ana uwezo wa kuishi kwa heshima na kuwa na fahari kwamba anaishi katika nchi yake. Lakini huwezi kuishi katika nchi ambayo wewe mwenyewe ni sawasawa na pochi umetiwa mfukoni. Una serikali hata kwenda kukopa mpaka ukamwombe bwana akakukopee halafu ajaakukopeshe na wewe kuna mzee mmoja kule Micheweni aliwahi kuniambia zamani, mwaka elfu mbili na kumi na tatu aliniambia, ama, nchi hii mna wasomi nyie, lakini hamuoni haya kwamba sisi twende tukakope kwa anayekopa? Nchi hii nchi gani? Kwamba tunakwenda kukopa kwa aliyekopa bwa mkubwa akatukopee halafu tuje tuingie mkataba kwamba na yeye anatukopesha. Jamani, ni kudhalilika kiasi gani? Sasa kama nchi hii hatukuirudishia mamlaka kamili, hatukuirudishia ikawa na uwezo wa kuendesha uchumi wake, ndugu zangu, sahauni nchi hii leo imeingia kwenye na kama imedhamirika unakwenda mtoto hana nguo ya kuvaa hana pahala ha. Sikwambii godoro hana mkeka wa kulala, ndio watoto wetu wengi. Sikwambii godoro mzee hatimizi godoro, lakini hata mkeka ule mkeka waku kwamba mtoto analala kwenye mkeka. Jamani, hatusemi haya kwa kufikiria, tushatembea kwenye majumba haya kuwakagua watu, hiyo ndio hali ilivyo. Unaambiwa mtu anakwenda kusoma kwenye ghorofa, lakini mtoto ada, suruali ye mwenyewe ana macho yake mawili, na suruali pia ina macho, anaona mbele nyuma na macho, lakini hayaoni anaondoka kwenda kwenye ghorofa hajanywa hata kikombe cha uji asubuhi, hata uji wa mapande. Jamani, kweli si kweli? Sasa huyu, hawa wenzetu wao, hayo hawayaoni. Hawayaoni kwa sababu huyu hajawahi kunywa chai ya mkandaa asubuhi na kipande cha shelisheli. Sasa hajui we maisha yako wala hafahamu kabisa. Yeye yeah, anachojua ni ghorofa kwa sababu ndio miji aliotembea akaona maendeleo ni ghorofa, kwa sababu hayajui maisha yako. Lakini sisi tunasema pa kuanzia ni nchi hii kuwa na mamlaka yake ya kuendesha nchi yake, ya kuendesha uchumi wake tunapambania kwa ajili yenu, ndugu zangu vijana. Haya ni mapambano yenu, hizi ni harakati zenu, na sasa hivi nyinyi ndio mnaoghilibiwa. Mjijue, mjielewe na mieleo. Kwa kweli, kama kuna siku nimefurahi sana basi ni leo, kwa sababu nimeona tunao vijana wanaojielewa. Naomba mkawaamshe na vijana wenzenu. Hii nchi yenu, mna haki ya nchi hii, mna haki na nyinyi ya kuishi mkiwa kwenye nchi yenu. Tumefahamiana vijana, hili lenu, hili lenu, lazima muishi katika nchi yenu. Leo tunaona kwamba hata hilo jambo nob la mwisho kabisa, wenzetu, hata yale yaliyokuwa si ya muungano wanayachukua, wanajipa wao mamlaka, na tunaona sasa hivi mpira, Zanzibar tumetolewa kafu, si ndio? Zanzibar tumetolewa FIFA, si ndio? Mpira jambo la muungano Eti jamani, vijana, nawauliza, maana mpira sasa hivi ni ajira. Mpira ndio unaoletea heshima nchi, kwa sababu wanao, wanauendeleza wamejua misingi yake. Lakini leo tuko bizi, tunatumia mabilioni ya watu maskini, eti tunajenga viwanja na tunaona fahari kwamba tunajenga viwanja lakini hatumo kwenye mpira. Tumetolewa sisi, wameingia wenzetu. Waulizeni, wameingia wenzetu kama nani? Atakwambia kama Tanzania. Tanzania si yetu sote? Ah, Tanzania ni sisi, wewe humo. Kwa hivyo ndugu zangu vijana, tunakwenda kuinusuru Zanzibar, kwa sababu bila ya kuwa na mamlaka ya kuendesha nchi yenu, mtakuwa wageni. Na sasa hivi watu hawa walivyokuwa, Mwenyezi Mungu kawatoa hisia ya utu. Sasa hivi wameanza, wameanza zamani, lakini mwaka huu ndio wametia maji maziwani. Mzanzibari unanyimwa kitambulisho anakwenda kupewa mgeni, anakwenda kupewa kasema. Mwenye utenzi hapa kwamba mtu kaja kulima leo, ndio naibu sheha, leo ndio naibu anakwambia, wewe mtoto wa Mtambwe, wewe mtoto wa Gando, kwamba wewe hapa si kwenu. Yeye ndio anayepewa kitambulisho na anapa wenzake vitambulisho. Jamani, mtakubali hilo? Mkitowezwa nguvu leo, kesho na kesho kutwa hamtokubali. Nchi hii haitokuja kutawalika. Hutoona kwamba wewe umegeuzwa mgeni, mgeni kageuzwa mwenyeji ukakubali? Kweli si kweli? Ndio maana tunasema tunakwenda kuinusuru. Na ndiyo maana ahadi yetu sisi jambo la mwanzo, ndugu zangu, tunasema ni kumtambua kila Mzanzibari, tukampa kitambulisho cha Mzanzibari, sio Mzanzibari mkazi, kitambulisho cha Mzanzibari. Na ahadi yetu tutakuletea nyumbani kwenu kitambulisho situna kaya si tuna anwani za makazi, iweje tusikutambue ulipokaa ndio utakapoletewa kitambulisho chako cha Mzanzibari. Hiyo ndio safari yetu ya kuinusuru Zanzibar. Lakini la pili nimalizie, ndugu zangu, la pili nimalizie, sisi tunakwenda kwenye uchaguzi, sisi tunakwenda kwenye uchaguzi, hatuendi kwenye uchaguzi kwenda kushindana, sisi tunakwenda kwenye uchaguzi kuthibitisha tu kwamba sisi ni washindi, kwenda kuthibitisha kwamba sisi ni washindi. Kwa nini? hawa tumewapiga mwereka 95 wakati harakati hizi, chama kile tulichokuweko kina miaka mitatu na nisikilizeni vizuri, tukiwa na miaka mingapi Mato? na tuliwagaragaza wakawachali wakawa, tukiwa na miaka mingapi Mato? Leo tuna miaka mingapi, thalathini na ngapi? Naam, leo tuna thalathini na tatu, au vipi? Tukiwa na miaka mitatu tuliwapiga mwereka, leo tuna miaka thelathini na tatu Tunakwenda kujiuliza leo, tunachose, tokea lini Chama cha Mapinduzi Pemba akapata kiti? Hata kiti cha branchi, si kwambii cha udiwani. Tungekuwa tunafanya uchaguzi wa sheha, Chama cha Mapinduzi kingepata hata usheha? wao wanachokijua na wanachokipanga ni ghilba, wanachokipanga ni wizi, eh? Sasa mie niwaulize ndugu zangu eh? Walifanya walioyafanya ishirini ishirini, walifanya walioyafanya ishirini ishirini, kuna mtu anakura ishirini yuko bungeni, lakini walivyokuwa watu hawa waovu tena ndugu zetu, mtu anakura ishirini lakini anajifanya eti yeye kwamba kweli ni mbunge. Kweli kenda kule kahongwa na unaibu waziri, ndio umemtia wazimu. Hawatujue kwamba tunakwenda kupambana na watu ambao hawa wamekubuhu katika wizi. Hawa wamekubuhu kwenye, ni sawa sawa hawa na wezi wanaoiba msikitini. Maana yake mwizi ya kikubuhu kwenda akachukua ile misafu akapanda, akakanyaga, akaiba saa msikitini. Bana, kuna watu tamaa zao eka walizokatiwa ishirini ishirini na mwaka huu watakwenda kukatiwa, hawaoni hawa si binadamu? Kwa sababu kuna wengine mnawajua Kojani jani, mtu kaacha kazi yake ya halali anapata mshahara wa halali, kenda kutafuta jimbo la kuiba, baada ya kuuliwa ndugu zake, kupigwa ndugu zake Kapewa jimbo, kapewa unaibu waziri tena, mwenyewe anaona fahari, anawalisha watoto wake pato chumo la haramu, hana wasiwasi wasi, analisha familia yake chumo la haramu. Huyo hawaonee huruma familia yake, hajionee huruma yeye mwenyewe, atakuonea huruma wewe? na akikaa anajipanga anadhani kwamba kila siku ni Ijumaa, mara itakuwa Jumatatu, mbali na Ijumaa. Tunachowaambia ndugu zangu, kwa nusuru Zanzibar ni lazima vijana, atakayetangazwa kwa kura zake ishirini, atakayetangazwa kwa kura zake thalathini, aliyetangaza na atakayetangazwa huyo, halali yenu. Mkimwacha ni nyinyi wenyewe, mkimwacha ni nyinyi wenyewe. Anatangazwaje mtu na kura zake ishirini halafu abakie jimboni? Jamani nyie, mko tayari? Mko tayari kwa hilo? alivyofanywa sheha Mpemba wa Konde akalitema jimbo Pemba nzima. Mara hii nawaambia ndugu zangu, masheha wote wa Pemba, kama sheha Mpemba wa Konde akitangazwa jimbo, tunawambia atalitema. Atafanyaje? hamuwezi kumkamua, akalitema. Hamuwezi kazi hiyo tuko tayari. Safari yetu ni ya nini? Kuinusuru na kitabu cha marai. Tumeshatangulia kukisema kwamba ujinga ujinga sasa, ujinga ujinga sasa, mkiuruhusu jamani, vijana mtauruhusu ujinga ujinga ujinga ujinga sasa. Huu ni mwaka wa kuinusuru, atakayetangazwa na atakayetangaza huyu ni haki yetu, atalitema jimbo au sivyo? Atalitema, tujipange kwenda kufanya kazi, na mlionionesha haya mliponionyesha leo, naamini kwamba mko tayari kwenda kufanya kazi. Asanteni sana, na washukuru halo. Tumshangirieni sana mwenyekiti wetu.